Mnazidi mno kufanya chaguzi za pesa. Eh, biashara gani kero? Chameni wakero, waambie watu wako wapunguze sana hela. Wanapata za kahawa, sio kazi ya hela za kahawa kuhonga Mwenyekiti anachekea chini chini, lakini anajua nasema kweli, na wanaogawa hela mi nawajua. Unajua, mi ndio mwenyekiti wa kamati ndogo ya maadili, kazi yangu ndio hiyo ya kuchekicheki. Sasa ni asakera, nimechekicheki. Eh. Yeah. Hey, mnagawa sana hela. Tumeweka wagombea waende kwa mabarozi wa nyumba kumi. Mabarozi mpo, hebu mnyoshe mkono. Unaona hawa waaei tumewaweka ili kuongeza wigo ili watu wanaopiga kura wawe wengi ili tupate maoni ya wananchi watakaopiga kura ya mwisho. Maana kupitia kwao watatuambia watu, watu wanasemaje? si mnaishi nao, ndio hoja, ndio hoja. Sasa mmeanza kuwaingilia kera, mnawasaka, mnawapa elfu kumi kumi sasa mabaruzi waliwaomba elfu kumi kumi? Acha hiyo. Na mimi nataka niwaambie, tunachunguza na tunajua, wale watu watakaoonekana magwiji wa kugawa hela tutawaondoa katika orodha ya wale watatu tunaowarudisha. Yeah! Tunataka chama kizuri, tunataka chama ambacho kinafanya mambo yake kwa kutegemea maoni ya watu, maana maoni ya watu ndiyo yanatupa ushindi. Tuleteeni watu ambao watu wanawakubali au sio? Ili kazi ya uchaguzi iwe rahisi, mkileta mtu ambaye hafai, watu wetu wanagawanyika. Wakigawanyika, wapinzani wanapita katikati yetu, badala ya kupata kura za, za, za furaha wanapiga kura za hasira, na hilo ni tatizo. Ndio maana wakati wa njaa haifai kufanya uchaguzi, maana wewe wanaweza kusingizia kwa hiyo ndio hukuleta mvua. <laughs> Hilo nalo ni jambo, nimeamua niwaeleze ukweli kabisa, tena ukweli litaje na mahali ambapo yanatendeka, maana mimi nayajua, tunatafuta habari Ei. Lakini huko yanakotokea, tunawaambia tu wanachama wetu achini maana dhambi ukifanya ukiambiwa, ukitubu dhambi inafanya nini? Inafutika. Sasa leo nimeisema, na nataka kuambia leo hii, mkiacha tu ile dhambi mliofanya inafutika, na mkiendelea nayo itawaathiri. Ndio maana Biblia inasema, au utaitwa siku ya mwisho, wakikwambia uende mkono wa kushoto, ndio ujue sasa umeenda kwenye tanuru la moto. Sasa watu wote wanalilia kwenda mkono wa kulia. Wewe unataka kwenda kushoto. Eh? Shauri yako. Hayo ndio nitakaniambia.